Assalamu alaykum wa rahmatullahi wabarakatuh. Uh, wasikilizaji wetu wapendwa katika Iko Wapi Zamani. Uh, leo nimeona kipande cha gazeti ambacho nimeona nikinukuu hapa ili tupate faida ya maneno haya niliyoyapata kwenye kipande hichi cha gazeti. Uh, nayo ni kwamba <coughs> ilikuwa inamzungumzia aliyekuwa mchezaji wa timu ya taifa ya Kenya miaka ya sabini huko, uh, mchezaji wa kiungo ambaye ni Kadir Farah, na Kadir Farah ni maarufu sana katika nchi ya Kenya. Kipande hichi kinasema, Kadir Farah bila ya shaka alikuwa mmoja wa wachezaji bora wa safu ya kiungo kuvaa rangi ya timu ya taifa. Kadiri, aliyezaliwa na kukulia Mombasa, sawa na nyota wengine wengi wa kimataifa wa Kenya, alianza uchezaji wake akiwa shuleni. Alijiunga na Liverpool ya Mombasa, baadaye kuitwa Mwenge na kuitwa timu ya taifa katika mwaka wa elfu moja mia tisa na sabini na kocha wa wakati huo akijulikana kwa jina la Ekard Krausen kutoka Ujerumani. Mnamo mwaka elfu moja mia tisa sabini na moja Kadiri alikuwa ni mmoja wa wachezaji bora na maarufu katika kikosi cha taifa kilichoshinda kombe la tano la Challenge ya Afrika Mashariki jijini Nairobi. Kadiri alifunga bao lililoipeleka Kenya katika fainali yake ya kwanza ya kombe la mataifa ya Afrika dhidi ya Ushelisheli. Akiwa na kipaji na busara, Kadiri aliendelea kushiriki katika timu iliyowakilisha Kenya katika fainali za kombe la mataifa ya Afrika kwa mara ya kwanza nchini Kamerun mwaka elfu moja mia tisa sabini na mbili. Baada ya kunukuu kipande hichi cha taarifa hii kumhusu Kadir, niliwahi kumuuliza aliyekuwa mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania Khalid Abed na vile vile Sande Manara, kwa sababu hawa ni watu ambao nilikadiria mimi ya kwamba hawa walikuwa katika zama hizo za Kadir Farah pengine watupe wao um, ushahidi wao kumuhusu Kadir Farah, hizi habari ambazo tulizozisoma hapa. Na haya ndio waliokuwa nayo ya kusema. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi Khalid Abid bwana, nazungumza kutoka Dar es Salaam hapa. Nimeona katika klipu juzi hapa habari ya Kadir Farah lakini nadhani wale ilikosea Kadir Farah bana. Aa, jinsi alivyochaguliwa national team ilikuwa 1968. 1968 ilichaguliwa national team ya Kenya, ikawa mechi ya Challenge Cup itachezwa Dar es Salaam na kocha wa timu ya taifa ya Kenya aliamua kufanya mazoezi Mombasa kwa sababu Mombasa na Dar es Salaam hali ya hewa zinafanana. Basi walipokuja, walipofika pale Mombasa, wakacheza mechi moja na Mombasa Combine, na Kadiri alikuwa anachezea Mombasa Combine. Basi ile performance ya Kadiri ilim, ilimshawishi nani, Peter Oronge, kocha kumchukua national team, wakamchukua wakaenda naye Dar es Salaam. Kadiri, first performance yake 1968 alikuwa best best player best player of the tournament 1968. Na Kadiri aliendelea kucheza national team mpaka 1973 Kampala, alati alimalizia mpira wake. Kadiri, mimi nakutana naye yeye, alikuwa akichezea Leeds United. Leeds United ilikuja Mwanza 1968, wakati mimi nikichezea Mwanza, timu yangu Spurs. Tukacheza against, na baada ya mechi tukajuana, tukawa marafiki. Na nilivyosikia na Kadir kachaguliwa national team, hata mimi nilipata encouragement kubwa sana na mimi, Mungu akanijalia 1970 nikachaguliwa national team ya Tanzania. Tukakutana tena Zanzibar, ilikuwa challenge cup 1970. Nakwambia kwa kifupi, mimi ninavyoona au ninavyofikiria mimi

aliwahi kukoment kwenye, kwenye gazeti without Kadir Farah. Maake alikuwa akichelewa chelewa kwenye kemp ya Mombasa pale Nairobi, akasema bwana, I want Kadiri to come as soon as possible. Alipokuwa anazidi kuchelewa chelewa, akawaambia jamaa wampe kazi Breweries. ah, mie Nairobi, Kadiri na Mahmudu akahamia Nairobi, wakawa wako Nairobi, wakachezea timu ya Breweries hata a aa a Asante sana, sana shukran. Naam, shukran sana Khalid Abed, mzee wetu mkongwe tulionaye hapa mashallah, kwa uchambuzi wako kumhusu Kadir Fara, kwa hakika kweli maneno yakoarfaa amekubalika na wengi hususan waliomuona na waliokuja kumsikia pia, hata kama kuna baadhi ya generation ambayo ni vijana waliwahi kumuona kidogo. Uh, wanatueleza eh, harakati zake na mbinu zake za ajabu alizokuwa nazo. Mungu amrehemu amlaze mahala pema, Kadir Farah. Shukran Khalid Abed, asante bana na ndugu Sande Manara naye alikuwa na haya ya kusema kuhusu Kadir Farah. Asalamu As aleikum jamia, asante bwana Khalid Abedi, kwa taarifa nzuri uliotoa kuhusu marehemu kaka yetu staa wetu bwana Kadir Faraha. Kadir Faraha, nikiongeza nyama tu, alikuwa si mchezaji wa kaida katika Afrika Mashariki. Mwaka 1971 ilikuwa ni yangu challenge, challenge cup kwanza kwangu mimi ichezeka Nairobi, na huyu Khalid Abedi anamzungumza Kadiri Faraha. Sasa hivi namkumbuka mimi jinsi alivyokuwa wakati ule aking'ara, naona kama vile, yani anazungumza kitu ambacho hakukifikia heshima na hadhi aliyokuwa nayo yule bwana. Alikuwa mtu hatari sana Kadiri Faraha Kenya nzima alishika mkononi na haikuwa Kenya, ilikuwa Afrika Mashariki ameishika mkononi. Pasi zake nzuri, ana uhakika na umnyang'anyi mpira. Ni mwaka sabini na moja ya challenge cup ile ilipochika Nairobi, ndio ilikuwa challenge ya kwa kwanza na mimi wakati huo e, na miaka 17 au 18 kama hivi. Nakumbuka mechi ya Kenya na Tanzania, niliambiwa mimi nisicheze kwa sababu ya umri wangu mdogo, nikacheza mechi ya Uganda na Tanganyika lakini mashindano yale yalikuwa, ah, sijui ni aseme yalikuwa ndio moja ya mashindano makubwa sana magumu yalio kutokea katika siku zile shariki. Basi tu hatuna kumbukumbu kumbu, basi tu hatujui kulea vipaji, basi tu hatujui kwa heshima kadri, lakini yule bwana alikuwa ni kuliko superstar. Asanteni. Uh, kuna swali hapa uh, kutoka kwa shabiki wetu hapa maarufu kabisa, Abba Skandar Omar Salim. Swali hili Abba analielekeza kwa mzee wetu mkongwe ndugu Sande Manara. Anauliza, ndugu Sande Manara, ni golkipa gani aliyekupa kazi baina ya Mambo Sasa na Omar Mahadhi wakati mkicheza na Simba? Uh, kwa hivyo swala hili tunamfikishia uh, mzee wetu Sande Manara, tafadhali bwana. Asalamu alaykum aleikum, nashukuru kwa kuuliza swali la ndugu zangu wote. Hamagokipa wazuri, marehemu rafiki zangu wote. Athman mambo sasa, memjua yu mimi akiwa primary school Kigoma nilikuwa kama kaka yake na Omar Mahabi. Tumechaguliwa mara ya kwanza pamoja challenge cup ya mwaka sabini na moja. Omari alikuwa ni goalkeeper ambayo si mrefu sana, lakini alikuwa mpana wa kifua, alafu alikuwa anajua kujipanga golini, kila akimpiga mpira anamkuta amekaa position nzuri, alafu alikuwa jasiri, hata kumwingia forward akija ovyo ovyo Mambo sasa alikuwa mrefu ana height nzuri, mikono yake mepesi eh, alafu a golini anaenea goli lote. Kila mtu alikuwa nawezo, mm, na uwezo wa namna yake tofauti, na bahati nzuri Mambo sasa alipata bahati wakati ndo Simba iko bora sana, yeye alikuwa golkipa hayo, alipata sifa nyingi sana za, za, za kitaifa na alikuwa mtu ambayo ana matukio mbali ya uwanjani mengi mengi e, yakazidi kumuongezea umaarufu na uwezo. Hao wote magukipo walikuwa wazuri kusema kwa kweli, na wote walikuwa wananipa tabu e, na timu zenyewe hasa wakikuta zikiwa wakati zimetimia, si rahisi kuwafunga manake, alikuwa yeye na kina Shaban Baraza na kina Kajole, kina huyo Halid Abedi Haidari. Kwa hiyo timu yao ilikuwa imekomaa vizuri. Sasa si swala golkipa peke yake, ni swala la timu zima, ile ilikuwa inamlinda ina, ina na Omari Mahadi Tanga, hali kadhalika, wakati akiwa African Sports au timu ya mkoa wa Tanga, alikuwa na kilazimbwe akajembe kila mweri, basi alikuwa umfikii kirahisi, na ndo na ndo sifa kubwa za goalkeeper. Asante kwa leo.